Sasa tuko hapa katika chuo cha chuo kikuu cha Mzumbe kampasi ya, ya hapa Tanga ambapo kwa hakika tumezunguka, tumekagua uwekezaji mkubwa ambao ni karibu bilioni kumi na sita nukta tano itakwenda kufanya makubwa sana katika eneo hili. Tumeona hapa, tuko katika jengo la utawala ya na jengo la academic block ambapo kutakuwa na theater halls, kutakuwa na lecture rooms, kutakuwa na ofisi za walimu lakini tumeona kule kutakuwa pia na kituo kikubwa cha afya, watoto wanatalazwa pale, wa kike na wa kiume, na huduma mbalimbali. Lakini tumeenda pia kuangalia hostel ya wanafunzi, kwa maana watoto wa kike na wa kiume. Tumezunguka, tumekagua nyumba za walimu, ambapo kwa kiasi kubwa nyumba nne za walimu zimekamilika kwa awamu ya kwanza. Lakini vile vile tumeenda kwenye bwalo kafeteria ambapo tumeona naenyewe kwa katika hatua nzuri na kwa hakika tumeridhishwa na kazi inaendelea. Tuseme tu tujitahidi kama ambavyo mkataba unavyosema tarehe 8 Novemba mwaka huu, basi tumalize kazi hii. Tunataka tunapokwenda kwenye uchaguzi Mheshimiwa Rais anacha kusema kwa Tanga kwamba deni la chuo kikuu ambacho kama tulivyokuwa tunasema elimu Tanzania nzima imeanzia hapa Tanga, shule ya kwanza Tanzania Tanganyika ilianza patanga. Kwa hivyo hii ya chuo kikuu kwa kweli tulichelewa na tunashukuru Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunaenda kuwa na chuo kikuu cha ja kwanza kwa kwetu patanga. E, kwa majina naitwa QS Prosper Leonard, ni mratibu upande wa miundo mbinu kwenye mradi huu wa hiti. Kimsingi mradi wetu wa ujenzi wa hiti e, umechukua asilimia 78 ya gharama yote ya mradi wa hiti na inajumuisha ujenzi wa miundombinu Chuo Kikuu Mzumbe kampasi kuu Morogoro na uanzishwaji wa kampasi mpya Chuo Kikuu Mzumbe kampasi ya Tanga. Eh, jumla ya miradi yote hii inagharimu kiasi cha shilingi bilioni 30 za kitanzania. Kampasi ya Tanga ni kama mnavyoona ile eneo ni jipya kabisa, ni eneo ambalo lilikuwa ni pori, tulilipata kutoka kwa ofisi ya mkoa wa Tanga. Lilishirikana, tukapata ile eneo ambalo lina ukubwa wa hekari taratibu zote za kupata hati zilikamilika, tukafuata utaratibu wa kutengeneza mpango wa mpango mpango wa matumizi bora ya ardhi kwa maana Land Use Master Plan, ambapo baada ya kukamilika kwa zoezi hilo la uandaji wa Land Use Master Plan ilianza sasa, uh, taratibu za ubunifu kumpata mbunifu ambaye ni architect. Uh, kampuni ya kibunifu inaitwa Mekon Consult ambao pia ni wasimamizi wa mradi huu kutokana na Uh, gharama hizi za mradi kwa uanzishwaji wa kampasi mpya ya Tanga jumla yake ni kiasi cha shilingi bilioni 12. Mradi huu utakapokamilika utakuwa unaweza kuhudumia wanafunzi 12800 kwa session kwa maana tutakuwa naenda session tofauti. Lakini kwa kwanza tutaanza na courses tatu ambapo mpaka sasa taratibu za kuanza uanzishwaji wa hizo courses unaendelea ili kupata ithibati kutoka uh, TCU kwa ajili ya uanzishwaji tunategemea mradi huu unaweza kukamilika, utakamilika Disemba mwaka huu, na kasi ya mkandarasi ni nzuri, yuko asilimia 48 ya utekelezaji wa mradi. Matarajio ni mazuri kwamba pamoja na kwamba kuna changamoto zinazojitokeza, lakini mkandarasi anajitahidi kuzikava ili tuweze kukamilisha kwa wakati, na tutakapokamilisha, basi uanzishaji wa kampasi hii tunategemea itakuwa ni mwaka kesho, intake ya kwanza kwa maana ya mwezi Oktoba mwaka kesho, na kipekee na tunaomba tutoe shukrani kwa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Tanga kwa ushirikiano mkubwa sana ambao aliotupatia kwa maana ya upatikanaji wa eneo kwanza ilikuwa ni changamoto lakini walijitahidi tumepata eneo na taratibu zote zilifuatwa na tukaanza tuka kazi kwa wakati lakini pia mshukuru Rais wa jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa elimu ya juu na kuhakikisha kwamba wanaboresha miundombinu kwa kuwa miundombinu hii haiboreshi tu Mzumbe, inaboreshwa kwenye vyuo vikuu vya umma na baadhi ya taasisi zinazoendana na elimu ya juu. Deogratias Bawala ni mkazi mimi ni mkazi wa Songea, niko hapa Tanga wilaya ya Mkinga, tuko <lipo> site hapa, tunafanya kazi ya ujenzi, kucheza fremu na milango kwa ajili ya majengo ya chuo cha Mzumbe.